kupata junji akangutinganagenikakanyalanga namkangupalela nikamika polisi kautaajeujela nikikala tu nanguona kuimba kuanyamala aku maman masarubaala kwikona mwana t ndoni mwanangu ao na numba anauloma uveteyayi nakulombaan